Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kubadilisha profile picha yako ya Facebook. Mimi huwa nafundisha taratibu, nenda na mimi pole pole, ili uweze kuelewa na siku nyingine uweze kumfundisha na mwingine, maana naamini teknolojia, sisi wauzaji Group, teknolojia kwetu ni muhimu. Moja kwa moja, cha kwanza unaingia kwenye Play Store, unaitafuta Play Store mimi e, hapa Play Store, nitaingia ndani ya Play Store, nadhani unaiona. Baada ya kuingia ndani ya Play Store, nitakuja hapa, nitatafuta cha kwanza, nitatafuta Facebook, tafuta hapo. Baada ya hapo, hapa juu umeona kwenye kusearch hapa, nitaandika Facebook, nitagusa hapa, nitaandika Facebook baada ya hapo nitabonyeza search, itafunguka namna hiyo. Baada ya hapo nitabonyeza, umona hii hapa upande huku, usibonyeze upande huku, nitabonyeza upande wa hapa kwenye hii picha au hata kwenye hili jina, umona nitabonyeza hapo. Ntaingia namna hiyo. Sasa nimekuleta hapa, ili cha kwanza kama utaona limeandikwa hapa kwenye open, mimi imeandikwa open kwa sababu hii tayari ipo update, niliupdate jana, lakini kama utaona kuna neno eh, kuna neno update baada ya open, basi libonyeze ile update ili uweze kuiweka hii iwe katika latest version, yaani ili uweke iwe katika toleo la juu, ambayo utafuata step zangu na zitaenda bila shida. Kama unavyoona tayari mimi niliupdate jana kwa neno open alina shida mimi nitarudi nyuma. Usibonyeze hapa uninstall, hii uninstall maana yake unaifuta. Ukibonyeza uninstall hii utaifuta ndani ya simu yako. Usibonyeze wewe, angalia tu kama kuna update, ubonyeza update. Kama hamna basi, unarudi nyuma na kufuata step zinazofuata. Ntarudi nyuma. Ntarudi nyuma mpaka, ntarudi nyuma, ntarudi nyuma, ntarudi nyuma mwanzo kabisa, baada ya hapo E, nitaingia e, ndani ya Facebook, taitafuta, ntaangalia, taona Facebook hii hapa, hii hapa nasana, unaiona, nitaibonyeza Facebook, nitakuwa nimeingia ndani ya hapo. Umeona, hii is Facebook yangu ya ah. Umeona hapa moja kwa moja. E, nita nanili unaona hapo juu kuna option mm -hmm. Sasa hapa juu kuna option nadhani umeona kuna, e, kuna, kuna semi hapa ya home inafuatia hapo, inafuatia hapa groups, inafuatia e, profile pamoja na notification. Sasa ili kubadilisha profile yako, ili kuchange your Facebook profile picture, moja kwa moja unagusa hii huko mwisho kabisa, nadhani umeiona hapo kwenye picha Unagusa hapo. Baada ya kugusa hapo e, una moja kwa moja unabonyeza hapa, usibonyeze huku, unabonyeza hapa kwenye hii profile picha yako. Mimi nitabonyeza hapa, baada ya hapo itakuwa imefunguka namna hiyo. Sasa utaona hapa kuna option nyingi, shuka chini utakutana na, e, na kama hii ni profile picha iliyokuwa mwanzo. Ukija hapa ni sehemu ya kuandika posti kwa ujumla. Ukija hapa eh, ni, ni, ni, ni, ni taarifa zako, mfano kama hapa kuna posti, unakuta hapa kuna hii ni profile ya hii sehemu ya posti, ndio maana ipo kwenye posti, umeona. Ukija hapa kwenye about unakutana na taarifa zako, nadhani umeona taarifa zako mbalimbali hapa mbali, pamoja na marafiki zako, umeona Ukija kwenye reels hapa unakutana na mfano reels. Hebu e, naomba nikueleweshe taratibu hizi reels. Mfano kuna watu au wewe mwenyewe unaweza ukaunganisha Facebook yako na Instagram. Kitu utakachoposti Facebook kitatokea na Instagram, au kitu utakachoposti Instagram kitatokea na Facebook, iwe kwenye Facebook account yako au kwenye Facebook page yako itatokea moja kwa moja, hiyo ndo tunaita reels. Nadhani hapo umenielewa vizuri, hiyo ni reels. Sasa uh, nataka nikwambie, yes, hiyo ndo inaitwa reels. Kwa hiyo kuna wengine wanaposti video huko, ni mfano Instagram ikitokea Facebook inakaa hapa, inaitwa reels video. Umeona hii, inofuatia ni photos hapa utakutana na picha zako mbalimbali mfano mbali, hapa utakutana na profile picha zako hapa. Mimi na profile picha moja, ukiangalia hapa kuna cover photos, utakutana nazo hapa. Mimi sijaweka cover yoyote, na kama una picha zote zitatokea hapa. Umeona hii ya mwisho kabisa huku events, ukiigusa hapa itakuja events. Events manake kama unataka watu labda mualikane sehemu umona mwalikane sehemu fulani, basi moja kwa moja tunabonyeza hapo kwenye add events e, mfano unaweza kua create events mfano. Sasa events okay, create uneka hapa cha kwanza uneka hapa events name. Hapa uneka tarehe ambayo ulipanga watu mkutane, labda mfano hii e, hapa ni ishirini na nane. Hapa unaweza kuweka tarehe ya mwisho ambayo, ukibonyeza hii add end time, unaweka tarehe ya mwisho hapa. Unaweka repeat event kama hii, mfano tubonyeze kabisa, au unaweza kuweka tarehe ya mwisho labda saa tatu kamili, bonyeza done, itajiongeza hapa sasa, umeona. hii inofuatia, unaweka repeat event i event ijirudie baada ya mwezi mmoja labda, au baada ya mwaka, baada ya nini umeona. Jiye hapo unachagua unataka utumie e, e, iwe, iwe muda wa wa aani wa, muda wa nchi gani? Mfano sisi, town city koo kise hapa town city itakuletea uwe unaotaka mfanomfano Singapore yenyewe ni utcz9. Sisi Afrika Mashariki ni utcz3. Umaona, hii ndo sisi eh, aina yetu ya mura tunaotumia hapa Afrika Mashariki. Hapa chini nakuuliza eh, ni kukaa eh, dadili ni mta, uta, event itafanyika mtandaoni au kukutana na mtu utaandika hapo yes au sehemu gani. Umaona kama ni person hapa au kama ni vicho, yani mtandaoni utagusa hapa Facebook Live external links. External links, yani Facebook Live ni kama, kama Zoom, uka nili, uka include, uka, uka, uka hapa hapa Facebook mtaongea au external links. Mfano kama hapa, unaweza unaweza kaandika watu gani wataiona hiyo events hapa, ya mwisho kabisa eh, ni details ambazo za hiyo event. Sasa huko tuachane na mambo ya events hiyo nikopo exist kopo, tunakuelewesha sasa. Ukitaka kubadilisha profile picha unabonyeza hapa edit mona, ukibonyeza hapa edit kuna options za kuja, ya kwanza ni option ya profile picha, nadhani umeiona. Ya pili ni option ya avatar. Sasa hapa tuende taratibu. Profile picha ni picha yako ya, ya, ya nini ya Facebook ambayo inaonekana kwenye profile yako mtu akikusearch pale au akiingia kwenye akaunti yako. Pia unaweza kuweka avatar. Avatar ni kama hivi vimdoli. Kama sio mpenzi wa kuweka sura ya uso wako binafsi, unaweza kuweka avatar hii, ukiwasha hapa. Kama mfano umeka avatar, alafu ukawasha hapa, basi utaona hiki kimtu eh, yani ukiwasha utaona hiki kimtu kinakuwa kina pungia watu mkono. Mtu akiingia kwenye profile yako kinakuwa animated, kina labda kina kinapunga mkono halo, iki ki avatar. Hapa chini ni cover photo, hapa una add picha yako ya v cover. v cover maanake ni ile inaokuwa nyuma ya picha yako ya profile. Hapa una add bio yako, yani unaandika maneno yako, kwa mfano labda wengine wanataka kuweka labda smart boy Una, una, unaandika labda beauty with brain ndio inaandikwa hapa kwenye bio. Hapa chini taarifa zako tu kawaida, umeona. Sasa ukitaka kubadilisha profile picha, unakuja unabonyeza hapa edit, itakuletea hapa basi. Moja kwa moja utaweza kuchagua kitu chochote unachotaka mfano, chakula au nini. Mfano, nitachagua hiki, italeta hapa, utaweka picha yako vizuri. Mwona mfano kama hapa. Au ukitaka ku crop, ku crop panake ni kuikata na unabonyeza hapa kisha unaiweka vizuri. Baada ya hapo unaandika done. Au ukitaka kuweka na sticker, unaweza kubonyeza neno sticker hili hapa ukaweka labda eh, sticker labda hii OMG, lol. Kuna chakula chako, au ukitaka word filter unaweza ka add hapa filter umona filter unaweza ukaandika hapa, lakini mimi sipendagi sana, kuna nilii kuweka filter e. Sasa au ukitaka kuweka text unaweza kuweka kwa hapa ukaandika labda maneno Welcome. Mfano, Welcome. Mfano. Welcome. Welcome. Uka umeandika hapo Welcome alafu uka save. Sasa mimi hiyo nayo sio sio mpenzi sana wa mambo kama haya. Kufuta mfano kama umeweka hivi, kufuta unabonyeza hapa, kisha unarudisha hapo, itakuwa imejitoa. Sasa mimi sipo huko. Baada ya hapo, ukishamaliza unabonyeza, unabonyeza save. Ukibonyeza save, moja kwa moja itakuwa imekaa hapa. Mimi don't save, nabonyeza Don't save, kwa sababu sihitaji kusave Ukibonyeza hapa save moja kwa moja itakuwa tayari imekaa profile picha yako. Sasa pia unaweza ukaiadd hapo kuweka kama temporary. Ukibonyeza make temporary utachagua unataka ikae hii profile picha hii ikae kwa muda gani? Labda kwa risali moja au kwa risali moja. Sasa mimi uko stack moja kwa moja nitabonyeza hapa ndaudi nyuma, nitarudi tena nyuma, baada hapo nitakuwa nimerudi sehemu ya kawaida. Nitakuwa nimerudi sehemu ya kawaida bila kubadilisha. Sasa naomba nirudie step by step, e, haraka kwa haraka, ili uweze kujua step za kubadilisha e, profile picha yako moja kwa moja. Cha kwanza kabisa unaingia kwenye Facebook yako tiari aya. Baada ya hapo unagusa moja kwa moja unagusa kwenye profile picha yako. Baada ya hapo, unagusa kwenye account. Mfano hii hapa mimi nagusa kwenye ile jina. Ushagusa hapo, moja kwa moja unakuja unabonyeza edit. Edit. Baada ya hapo, unakuja unabonyeza edit hii hapa, hiki hapa, hiki unabonyeza. Baada ya hapo, unachagua picha, mfano picha hii hapa baada ya hapo unabonyeza save. Ukibonyeza save, utakuwa moja kwa moja usha save na umeiweka hii profile picha kwenye Facebook yako. Karibu sana, usiache kusubscribe video kama hizi na nyingine tayari zipo. Karibu sana.